Kama unataka kivutio cha biashara, wewe unataka kivutio cha biashara kabisa kabisa, uko tayari? Fanya hivi: fungua biashara yako, tafuta dada mzuri, dada mrembo sana, dada mwenye shepu, yani dada mwenye kalio kalio kweli, sura sura kweli, alafu mpambe ile kishenzi, mpambe ile kishenzi, alafu sasa we mweke kwenye biashara yako mweke kwenye biashara yako alafu, wewe tuliza, uone venye we, we, we we, watu watamiminika hapo kudadadekia, kutafuta madawa a dawa. Tuko na mtaani, tafuta dada mrembo kioo, yani anameremeta, weka kwenye biashara yako, kudadadeki, watu watamiminika, watu watakuja kununua vitu ambavyo hata hawavitumii kwa ajili ya huyo mrembo, ninakwambia. Usijipate tabu kwenda kwa waganga nini nini. Mm -mm, tafuta dada kali safi sana dunge hapo. Aya ha, mwanangu, biashara itaenda kinoma noma yani.